Ili kujenga uchumi wa kidijitali tunahitaji ku kuwa na kizazi au kuwa na watu ambao wanauelewa na e, masuala ya tehama. Kwa hiyo, kama mfuko wa mawasiliano kwa wote na kama nilivyoeleza kule mwanzo, yale malengo yetu matatu e, kwenye suala la mawasiliano na tehama, tumekuwa tukitoa mafunzo ya tehama kwa walimu nchi nzima. Kwa hiyo e, katika kipindi cha awamu ya sita ya, tumeweza kutoa mafunzo kwa walimu 1585 wamepata mafunzo ya tehama na mbali ya, ya hiyo, tunatekeleza mradi wa kupeleka vifaa vya tehama kwenye shule za sekondari. Kwa hiyo tunapopeleka vifaa vya tehama tunampa elimu eh, training mwalimu ili apate zile basic eh, apate ujuzi ili hata kifaa cha tehama kinapoharibika tusianze kumtafuta fundi e, atoke mjini aende kutengeneza. Sasa ingine unaweza kuta tu ni kebo imechomoka au hitaji fundi. Lakini mtu ukiwa na, na, una, una, una ujuzi kidogo tu unarudishia ile kebo na kompyuta inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo tumewapatia tume, e, mafunzo hao walimu 1,585 katika kipindi cha miaka minne kwenye upelekaji wa vifaa vya tehama katika mashule huu eh, ni mradi mwingine ambao katika kipindi cha awamu ya, ya sita tumeweza kupeleka vifaa vya tehama katika shule eh, 469 zimepatiwa vifaa vya tehama kwa gharama ya shilingi eh, bilioni 2.5 na vifaa ambavyo huwa tunapeleka tunapeleka computers tunapeleka printer e, na huwa tunapeleka projector. Lengo ni nini? Hata mwanafunzi wa ambaye yuko hayuko mjini waanze ku, kuzoea kufanya mitihani kwa kutumia karatasi, sio kuandikiwa ubaoni. Kwa ndio maana kuna printers, walimu mitihani yao wana print wanawapa wanafunzi, na vivyo wanafunzi wanajifunza e, masomo ya ICT na kama tunavyojua kuanzia Januari hii e, mitaala imeelekeza vizuri kwamba masomo ya kompyuta ni unafanya mchepuo kwenye masuala ya kompyuta. Kwa hiyo, wanafunzi wengi waweze kuchukua mchepuo ya kompyuta then tunahitaji kupeleka vifaa vya kompyuta. Sio unachukua mchepuo wa kompyuta wakati sijawahi kuiona hata kompyuta. Mimi nakumbuka kompyuta nimekuja kuiona nilipoingia chuo kikuu. Kwa hiyo, hatutaki sasa ile nilivyofanya mimi na watoto wetu wa wapitie katika. Kwa hiyo serikali katika kujali hilo, na katika dunia hii ya kidigitali, tunawapelekea hizo vifaa vya TEHAMA. Kingine tunajua e, wenzetu wakina dada, akina mama hawapendi sana masomo ya ya sayansi e, sisi kama mfuko wa mawasiliano katika kuongeza chachu ya mabinti zetu wapende masomo ya hayaya teknolojia na hesabu na sayansi, huwa e, kila mwaka mwezi wa nne tunafanya e, maadhimisho ya e, wasichana na tehama, ua, tunaita wasichana na tehama. Kwa hiyo huwa tunachukua wanafunzi nchi nzima tunawaweka, tuna, wanashindana wanatengeneza mbalimbali na baadaye tunaweka katika kila kanda, tunakuwa tuna kanda kama saba hivi tunaweka. Na kwa nini tunachukua mwezi wa nne, kipindi kile cha likizo ya Pasaka, ili tuweze kuwapata. Kwa hiyo wanafanya mashindano hayo, wanatengeneza program, after then tunachagua washindi kama 31 baadaye, wale tunaenda ku eh, 31 hao ni kutoka katika mikoa yote ya Tanzania bara na e, Zanzibar, alafu kila mwanafunzi anapewa e, zawadi ya laptop. Yote hiyo ni kuhamasisha eh, ili mabinti zetu waweze kupenda masomo ya TEHAMA na mpaka sasa, katika kipindi cha awamu ya nne tumeshaweza kufanya jumla ya wanafunzi elfu moja mia mbili na nne wa kike wameshiriki kwenye kwenye mafunzo hayo na mwezi ujao tunategemea kufanya tena sicha e, na jumla ya wanafunzi 248 watahusika wata, na baadaye katika hao 248 tutachagua wanafunzi 31 ambao watapewa zawadi.